Hii hapa kama unavyoona, zinakuwa pisi tatu, hiyo kama ilivyo, mm-hmm. unaipata kwenye hiyo kijani na hiyo grey, nzuri kabisa matirio yake ni mazuri kabisa, kama unavyoiona na matirio ya Kadeti. Saizi zote zipo za watoto. Kawa unaishi mikoa ya baridi, hii nguo ni nzuri sana. Kwanza iangalia jinsi ilivyo material yake, yaani mtoto hana haja kukumrundikia manguo. Hii yote inatosha, moja tu inatosha. Kama unavyoiona iko sufi imeshiba. A, utaipata kwenye rangi mbalimbali. Utaipata kwenye blue, utaipata kwenye nyeusi, utaipata kwenye kijani, utaipata kwenye njano na kwenye nyekundu na hii pia utaipata kama ilivyo, nadhani matilio unayaona kabisa. Ni nzuri, haipauki, haitoi manyoya ya juu. Unaweza kuvalisha mtoto kwenye baridi, lakini si baridi sana, vile vile na kwenye upepo ama spring. Kwa hiyo mtoto anavaa, utazipata kwenye rangi kama unavyoziona hapo.